Tumaini lilipo nini? Tumaini kwa watu ambao wanakumbwa na mikasa hiyo, ingia leo kwenye kwenye vyombo vya habari utasikia mwalimu amemfanya ame hivi, mwanafunzi wa darasa la saba amemfanya hivi, mwanafunzi wa kike mwalimu huyu ameshikwa hivi, mwalimu huyu amewekwa jela. Walimu walimu, tulitegemea ninyi ndio mngekuwa mstari wa mbele, maana hilo neno mwalimu ni la heshima. Yesu alikuwa ni mwalimu wa mfano mbali. Mbali na kuwa mhubiri mashuhuri, aliitwa mwalimu mwema. Wako wapi walimu leo watakaoitwa walimu wema kwa jamii? Mwalimu anakunywa pombe katika dunia ya leo, mwalimu anavuta sigara, yaani pamoja na kuandikiwa kwamba usivute vuta sigara, lakini ni hatari kwa afya yako, bado mwalimu anavuta. Wale ambao angetusaidia kusimama imara, maaskari katika dunia ya leo Madaktari katika dunia ya leo walitakiwa kusimama imara kutusaidia, kwamba tunasimamaje katika dunia hii. Badala yake, mbali na wao kutushauri kuachana na pombe, kuacha madawa kulevya, bado wanahusika katika madawa hayo. Je, jamii inakwenda wapi? Sasa leo lazima tujioji. Mwalimu anaheshimika kwa vile tu alivyo kwa jina lenyewe. Maana mwalimu ni mwelekezaji, ni mfundishaji, ni mwonyesha njia. Lakini mwalimu anayevuta sigara anawezaje kuitwa mwalimu? Mwalimu anakunywa pombe. Kabisa analewa na, na huyu ndiye tunategemea aelimishe jamii kupitia watoto wetu. Lazima tujioji kwamba dunia inaelekea wapi. Nani atakayeleta tumaini katika haya? Mungu pekee ataleta tumaini katikati ya maovu yanaendelea ya duniani. Ni kweli ulimwengu unaharibika, ni kweli dunia inaharibika kila kukicha, lakini bado wanatafutwa watu ambao watadumu kwa uaminifu katikati ya ulimwengu huu. Watu wa usalama wanatakiwa kusimamia usalama, watu wa kuhubiri maadili, wachungaji kuhubiri maadili katika dunia inayoharibika, bado wanatafutwa katika kuionya dunia kwa habari ya dhambi, kama anavyosema katika Isaya sura fungu la kwanza, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, waubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa kweli wanatafuta watu wa namna hiyo katika dunia hii, watakaweza kusimama katika dunia hii na kuionya kwa habari ya dhambi, na watu hao si wengine, ni mimi na wewe. Dunia inaharibika, maadili yanaporomoka, mmomonyoko wa maadili unazidi kuongezeka katika ulimwengu wa leo. Na hivyo wanatafuta watu ambao watasimama imara, wakidumisha usafi wa maisha yao. Mungu atusaidia sana tunapotafakari maneno haya. Inahuzunisha katika dunia tuliyopo leo. Lakini Mungu anatoa tumaini mahali ambapo hamna tumaini. Neno lake ameahidi kwamba litasimama. Na kwa sababu litasimama hakuna atakayeanguka Akiwa amesimama katika neno hili, tunawaombea wale mlioweka mliowekwa katika dunia hii kusimamia maadili. Mmepewa dhamana, basi simamieni kwa utukufu wa Mungu, na Mungu atawabariki na kuwapigania. Bwana awabariki na wasaidie, na atusaidie wote kusimamia usafi na uadilifu katika ulimwengu huu, kwa jina lake Yesu, amina. Bwana akubariki.